Naibu kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amesema kuwa muungano wa upinzani uko imara kumchagua kiongozi atakayepeperusha bendera ya urais mwaka 2027. Akizungumza na no wanahabari hapa jijini Nairobi, Matiang'i amesema kuwa taifa linakumbwa na matatizo mengi yanayohitaji kiongozi asiye na ubinafsi Not our or convince them so that we move forward together so tukipatana na wale wengine hata tukiwa katika united opposition the decision to belong to the united, to sit in the united opposition is a party decision It's not an individual's decision so I represent Jubilee in that group on behalf of the party and we will be there no one has lied to us that it's going to be a walk in the park. Tujaribu kushauriana you know, kuchukua ushauri kutoka kwa hawa na wale wengine. Wakati mwingine tukitilafiana kidogo, tunazungumza. Kwa sababu sisi sote ni wa Kenya na tunaelewa wa Kenya wanataka namna gani, yeah. tukkidg na ah, huko taifa la Kenya likiungana